Tunatamani tukapate kuingia katika neno. Haleluya. Ni wakati tunataka kuingia katika neno la Bwana. Kuzaliwa kwa roho wa Mungu. Kuzaliwa kwa roho wa Mungu. Roho wa Bwana Mungu alipotaka kumshusha chini ya jua, kwa sababu roho yule wakati wa gano la kale hakuwa mahali popote, bali alikuwa katika kilindi cha maji na wakati roho wa Mungu alipokuwa katika kilindi cha maji, Mungu alikuwa anafanya kumuamru na anapoamru roho anafanya kazi. Lakini wakati alipoona ya kwamba wanadamu wametenda uovu, anataka huyu roho akapate kuwa ndani yao ili akawe msaidizi, alitumia jinsi ambavyo ataachilia huyu roho katika maisha ya mwanadamu. Na roho yule Mungu akamchukua akamweka katika mwili wa mwanadamu, na mahali alipowekwa aliwekwa katika tumbo la mwanamke, ili akapate kujitokeza kama mwanadamu, ndio watu wakapate kumkubali. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe ndivyo roho wa Mungu alivyoletwa kwetu, na ndivyo watu wa Mungu walipata kubarikiwa na kufunguliwa, maana kuna kitu kiliachiliwa kwa ajili ya maisha yetu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nipate msomaji akapate kuingia katika kitabu cha Luka Mtakatifu hiyo moja atanisomea mstari wa ishirini na sita atakimbia mbio mpaka hiyo ishirini na nane akwamie hapa, tunataka tusikie habari za upokezi, ili wewe uliyo mahali hapa mchana wa leo, kuna kitu kinaenda kuzaliwa ndani yako, kuna kitu kinaenda kupandwa ndani yako ndio utakapo na naenda kukushangaza katika maisha yako. Pate msomaji akapate kunisomea. Tasoma Luka mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 26, unasema mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi; jina lake bikira huyo ni Miriamu. Mm-hmm. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, alipewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Tuendelee mpaka 38 naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, Usiogope, Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume; na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa Mwana wa Aliye juu, na Bwana Mungu atam, atam, atampa kiti chake cha enzi cha Daudi, babaye. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, itakuwaje neno hili, maana sijui Mungu? Malaika akajibu akaambia Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye juu zitafunika kama kivuli; kwa sababu hiyo hicho kitacho, kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena, tazama, jamaa yako Elisabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu iwe Tunataka kuziangalia habari za roho wa Mungu. Roho wa Mungu alikuja kwa ajili gani? Roho wa Mungu alikuja kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Alipoletwa kwetu roho wa Mungu, aliingia mwili wa mwanadamu, ili watu wakapate kutambua ya kwamba Bwana ana jambo jipya anaenda kulichipua katika maisha yetu. Bwana Yesu atifiwe. Neno linasema ya kwamba roho huyu aliwekwa mahali ambapo hapakuwa na dhiki wala dhambi yoyote. Neno linatuambia ya kwamba Mariamu alikuwa bikira anayeitwa mwanaume kamwe. Ina maana kwamba Mariamu alikuwa hajajua dhambi ni nini. Mariamu hakuwa msengenyi, Mariamu hakuwa na manung'uniko, bali Mariamu alikuwa bado ni mwanamwali katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na wakati alipoonekana kwamba Mariamu bado ni mwanamwali, Yusufu, ni kweli alikuwa amemchumbia, lakini alikuwa bado hajakaa naye na Bwana akaangalia ya kwamba ni vyema ili Roho wa Mungu akapitie katika katikati ya tumbo ya Mariamu. Bwana Yesu asifiwe sana, neno linasema kuna hofu ambayo Mariamu ilimwingia wakati malaika Gaburaeli alipomfata Mariamu na kumwambia ya kwamba umebarikiwa Mariamu, maana kunaye roho wa Mungu ameingizwa ndani ya tumbo lako. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Neno linatwambia ya kwamba Mariamu akastuka akafadhaika, hizi haraka zitaingia vipi? Nikiwawa mwanaume ni nani? uja uzito utapatikana vipi? hofu ilipomwingia Mariamu, Bwana akamutuma tena malaika Gabrieli akamwambia kwamba nenda ukamwambia Mariamu asiogope, maana mimi nimenena na mimi ndiyo nitakamilisha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mariamu akavaa ujasiri wake alipokuwa hofu inamwingia akaonyesha Elizabeti akaambiwa ya kwamba tunajua ya kwamba Elizabeti amekataliwa ametengwa, maana hajapata mwana na amekuwa mzee, lakini kwa miujizi kutendeka kwa Elizabeti anaenda kupokea mtoto naye na. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana, na ndivyo agano la Mungu lilipata kutendeka katika muji wa Samaria. Malaika Gabrieli alitumwa ni kwa ajili ya kubariki mutu. Malaika Gabrieli alitumwa ni kwa ajili ya kufungua mutu. Malaika Gabrieli alitumwa ni kwa ajili ya kutoa mutu kwa matope na kumwinua kiwango cha juu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ni posho uchana wa leo. Nataka ninene na mutu ambaye Bwana anataka kumuweka kiwango chengine. Nataka ninene na mutu ambaye amevunjika moyo, amelikosa tumaini katika maisha yake, anasema ya kwamba maisha hapa, ambaye mimi nitabarikiwa na wala mimi nitafunguliwa. Nataka nikwambia ya kwamba, Bwana, kuna malaika Gaburaeli ametumwa ni kwa ajili ya maisha mpendwa, maana Bwana anataka kapate kubadilisha maisha yako. Wewe unaenda kuinuliwa, maana ngome zote zilizotabiriwa ni kwa ajili ya kukuregesha nyuma, ni kwa ajili ya kukufilisha. Kunaye Gabrieli ametumwa akamimine baraka katika maisha yako mpendwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninajua ya kwamba kuna mtu amelikosa tumaini, anasema ya kwamba kama ni kuhangaika nimehangaika vya kutosha, kama ni kunung'unikwa nimenung'unikwa vya kutosha, kama ni kazi nimeaplai mpaka nimeweka mikono, kama ni yani, nimekosa tumaini. Lakini ndivyo Mariamu alivyokuwa amelikosa tumaini, malaika Gabrieli akatumwa, ni kwa sababu ya kuenda Mariamu. Nataka nikwambie mchana wa leo, malaika Gabrieli ametumwa, anataka kashangaze, anataka kashangaze kijiji chako, anataka kashangaze taifa lako, maana ametumwa ni kwa ajili yako, unaenda kuinuliwa kiwango chengine. Malaika Gabrieli ametumwa kwako ni kwa ajili ya kukubariki Haijali... Haijali... Haijali... Haijali... Haijali... Haijali... Haijali... Haijali... Bwana metuma mjumbe wake ya kwamba wewe kapata kwenda Yesu aaesu sana. Nataka nikuambia ya kwamba Bwana atakapoziajilia baraka ndani ya nyumba yako, atakapoajilia yako, hata nani asi kwa ajili ya kuvuruga neno liau yote watoto wako na wajukuu wako wataenda kumiliki baraka zako, na kama ni nitakuwa ndani ya nyumba yako mpendwa, maana Bwana anasema ya kwamba atakapoziachilia baraka sini nyumba yako ziingie katika ukoo wako, hakuna mutu atakayekuja kuzikoroga, maana Bwana atakuwa ameziachilia ulinzi mpendwa. watasimama kutaka kukuregesha nyuma, watajiulizwa maswali, alifunguliwa na nani huyu? Watajiulizwa maswali, alifanya nini mpaka huyu akakombolewa? Lakini Bwana anasema ya kwamba aki <muchana> wa leo unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo mwa Nazareti akis unaenda kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Mwanadamu ni nani akapinge baraka zako? Mwanadamu ni nani akafunge njia zako? maana Bwana amepiga muhuri na amesema ya kwamba u kamwe, maana nitahakikisha kuweka kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mipango mima katika maisha yako. Mungu anakuwazia mema katika hatua za miguu yako. Najua ya kwamba umelikosa ni mpendwa, najua ya kwamba kila unapoomba machozi ndoka ya huzuni na uchungu, unamwambia Bwana mpaka lini maisha yatateseka, mpaka lini, kama wokovu ni hii wache wokovu. Ndivyo Mariamu alivyokuwa ana maswali ndani ya moyo wake, anasema ya kwamba ujauzito huu ambao umeingia katika tumbo langu nikiwa mimi bado ni bikira, huyu mtoto nitampokea vipi? Nitajifungua vipi? Lakini Bwana akamwambia Maryamu, uendwa Uf... maana mimi niko pamoja nawe. Hata wewe nawe mpendwa, mchana wa leo Bwana amekwambia ya kwamba Uf... Uf... ya kwamba utab Bwana anasema ya kwamba mimi niko pamoja nao wewe na watoto wako na wajukuu yako. Bwana anaenda kuachilia ukombozi na mtakombolewa kwa jina la Yesu, maana Bwana anaenda kuachilia ukombozi ndani yenu. Bwana anaenda kuachilia kufunguliwa kwenu, haijalishi nini, mmewekwa katika miungu gani? Miungu yenu ambayo imemfunga, Bwana anaenda kuiangusha. Sasa malaika Gabrieli ametumwa ni kwa sababu ya ukombozi maisha yako. Haleluya. Bwana Yezu azivweza. Ni wakati wa kwenda kupokea, ni wakati ukapate kwenda kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Malaika Gabrieli akamshukia Mariamu wakati Mariamu alipokuwa na maswali ndani ya maisha yake. Mariamu alikuwa na maswali katika hatua zake, anajiuliza Mariamu alikuwa na okosa usingizi, maana hajui mtoto huyu aliye ndani ya tumbo lake atatoka na njia gani? Atatoka na njia ipi? Bwana akamjia akamwambia Mariamu, maana mimi niliyeweka roho wangu ndani yake nitahakikisha kutia njia yeah, ya kumtoa mpendwa, si wakati wa kuwa na maswali katika maisha yako. Ondoa maswali katika maisha yako mpendwa, ondoa maswali katika njia zako, ondoa maswali katika hatua zako Amen. Bwana anaenda kukutetea, maana mariamu aliambiwa kwamba mimi niko pamoja nawe Haleluya. Bwana Yesu azifiwe. Mariamu akambiwa akaambiwa na malaika; malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu azifiwe. Wakujogopea, hey, hoja zako. Neema ya Bwana inaenda kuachiliwa mchana wa leo mpendwa kwa yule atakayeamini mchana leo, kwa yule atakayeamini, neema ya Bwana inaenda kushuka. Yeah. kama ni kufunguliwa, naenda kufunguliwa, nenda kufunguliwa. Kama ni kukombolewa, kukombolewa, nenda kukombolewa. Hey, neema ya Bwana inaposhuka ndani yako mpendwa, hakutakuwa na kizuizi katika maisha yako, maana kizuizi kinaenda kung'olewa Kis... kutoewa ndani yako. Bwana anaenda kuachilia neema mzigo ulionao, ondoa kizuizi ndani ya maisha yako, ondoa kizuizi ndani ya hatua yako, maana Bwana anaenda kushughulisha. Amen, usiogope. kuna yo hatua Bwana anaenda kukupa, kunazo hatua ambazo Bwana anaenda kuziachilia katika maisha yako. ninene na mutu mchana wa leo ambaye moyo wake umekosa hamu wa maisha, ndio maana na hisi amefika mwisho, maana amekonekiwa miungu ya vibabu, amekonekiwa na miungu ya ukoo, amekonekiwa na miungu ya jamii, ana hisi hey. Niombewe kiasi gani mimi sitafunguliwa? Nataka nikwambie mchana wa leo malaika Gabrieli ametuma hey, hey, kwamba wewe ukapate kwenda kukombolewa. Miungu ya babu yako inaenda kutingishwa, miungu jami ya jamii yako inaenda kutingishwa, miungu ya ukoo inaenda kutingishwa, maana Bwana anaenda kuachilia tingishiko, na hilo tingishiko litakapoingia katika bmal litakapoingia katika familia familia yetu mpenda unaenda Amen. Wewe ni wa maana machoni kwa Bwana unaenda kunyakuliwa katika miungu hey. Unaenda kunyakuliwa katika magonjwa, magonjwa hayataonekana kwako tena, maradhi hayataonekana kwako bali unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mungu ana mipango mema katika maisha yako. Wewe uliolikosa tumaini, hata Mariamu naye alikuwa amelikosa tumaini lakini baada ya kuwa amelikosa tumaini, malaika Gabrieli alitumwa ni kwa ajili ya kumtia moyo Mariamu, ndio na alipotumwa malaika Gabrieli, alipokutana na Mariamu, Mariamu aliona habari njema katika maisha yake. Na kama Mariamu alipata kuona habari njema katika maisha yake, hata uwe nawe kunazo habari njema, unaenda kukutana nazo mchana wa leo. Amen habari za kufunguliwa, habari za roho wa Mungu kuingia ndani yako, habari za ulinzi katika maisha yako, habari za kufunguliwa. Amini ya kwamba Bwana yuko ndani yako Amen. Na kwa sababu Bwana yuko ndani yako hatofanye nini? Shetani hatapata nafasi ya kukuchezea Amen. Haleluya! Amen. Bwana Yesu asifiwe sana Shetani hatapata kibali machoni pako, maana Bwana yuko pamoja nawe. Maadui ambao wamesimama kutaka kuangusha maisha yako, kutaka kukuporomosha, kutaka kukutatiza, nataka nikwambie mchana wa leo, habari njema za Yesu Kristo, malaika Gabrieli ametumwa kwa ajili ya watoto wako, malaika Gabrieli ametumwa ni kwa ajili ya ndoa yako, malaika Gabrieli ametumwa ni kwa ajili ya jamii yako. Anasema ya kwamba sitaona ukiwa unahuzunika, sitakuachwa ukiwa unahuzunika, nitahakikisha meachilia neema itakayotembea katika maisha yako Amina.